Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Uh, kupitia semina hii tunaomba tutoe pongezi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan Mama Samia. Sisi Umoja wa Wanawake wa CCM yaani UWT Bukoba Mjini, kupitia semina ya viongozi wa UWT kata na matawi, tunatoa pongezi za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kuaminiwa na wajumbe wa Mkutano Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Taifa uliofanyika jijini Dodoma tarehe 19 mwezi wa pili 2025. Tunampongeza sana na kwa umoja wetu sisi kama UWT wilaya ya Bukoba mjini tunaunga mkono na tunasema ni mama pekee ambaye anagombea tiketi ya urais kupitia chama cha Mapinduzi. Kwa namna ya pekee tunaendelea kumpongeza kwa jinsi anavyoendelea kutekeleza ilani ya chama cha mapinduzi, ikiwepo pia na miradi ya maendeleo, hasa katika wilaya ya Bukoba mjini, kuwajali wakina mama kwa kutaja mfano, kumtua mama ndoo kichwani, nishati safi pamoja na utekelezaji wa miradi ya kimkakati katika sekta ya afya, maji, barabara, elimu, kutaja hayo machache, lakini yapo mengi zaidi. Kwa ujumla, sisi jumuiya ya UWT Bukoba mjini tumeridhishwa sana na utekelezaji huo, na tunampongeza sana mama yetu Samia Suluhu Hassan. Mama Samia oye! oh oh Samia safi safi sana. Tunampongeza pia kwa ushirikiano anaoonyesha kwa viongozi wa Chama cha Mapinduzi wa Bukoba mjini, akiwemo mbunge wetu wa jimbo la Bukoba Mheshimiwa Advocate Steven Biabato, wabunge wa viti maalum wa mkoa wa Kagera pamoja na madiwani Walioko mjini hapa, hali kadhalika na madiwani wa viti maharum. Tunawapongeza viongozi wa chama kwa kuunga mkono jitihada za UWT manispaa ya Bukoba. Kama mlivyoweza kuwaona, wote walikuwepo hapa kuangalia shughuli tunayoifanya, lakini na kuunga mkono jitihada zetu. Tunasema asanteni sana. Kwa hayo machache, tunaendelea kuwashukuru wana UWT wote katika wilaya ya Bukoba mjini. Tunaomba tuendelee kushikamana ili kuhakikisha Mama Samia Suluhu Hassan anapata ushindi wa kishindo katika wilaya yetu. Sisi emoye yeah. Kwa hiyo tusikubali kugawanyika, tusikubali kugawanywa hata kidogo, tukatae. Yani hao vidudu mtu au huyo kidudu mtu atakayekuja kwa lengo la kuwagawanya wakinamama, msikubali. Simameni na msimamo mmoja imo sisi, simameni na msimamo mmoja kama jeshi kubwa, jeshi pana lenye waaskari watiifu, lenye waaskari waaminifu wenye msimamo. Lakini mimi niseme tustiki kwenye swala la maadili, na maadili ni kusimamia kanuni zenu ambazo mnazisimamia kanuni za uendeshaji wa jumuiya. Kusimamieni vizuri maadili hayo. Maadili mengine ni yale ya kawaida tu, tuwache kusemeana vibaya mitaani, tuwache kuchafuana mitaani. Kwa jina naitwa Redempta Bwemero Bombo, mjumbe wa kamati ya utekelezaji wilaya Bukoba mjini. Kupitia kwa ushauri wa katibu wangu wa wilaya CCM, lakini pia na katibu wangu wa UWT, nashauri kwamba wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwa wakati huu tushikamane na tuweze kufanya mambo tunayotakiwa kufanya ili tuweze kupata ushindi wa kishindo, yaani u sio wakati wa kugombana wala kuwa na migogoro inabidi wote tushikamane na tuwe kitu kimoja, ili tuweze kufikia mahala ambako tunataka kufikia, nikiwa yani, ikiwa na maana kwamba tuwezi kupata kula za kishindo kwenye wilaya yetu ya Bukoba mjini. Usisahau kusubscribe kucomment, ku like na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media.